Mkopo ni fedha ambayo unapewa kwa masharti ya kuirudisha baadaye katika muda uliokubaliwa na katika masharti ambayo mnakuwa mmekubaliana. Kuna aina mbalimbali za mikopo. Kuna mkopo wa biashara, kuna mkopo wa dharura, kuna mkopo wa ada na mikopo mbalimbali. Kwa hiyo ni wewe jukumu lako kufahamu unahitaji kukopa aina gani ya mkopo ili uwezo kaweza kuitumia hiyo pesa kwa ajili ya matumizi ambayo yamedhamiliwa. Um, ni nini cha kuzingatia kabla ya kukopa? Cha kwanza, lazima uzingatie kwa kujihakikishia kwamba hiyo kampuni ambayo unaenda kukopa imepewa leseni na Benki Kuu na inasimamiwa na Benki Kuu. Utajuaje kwamba hii kampuni imepewa leseni na Benki kwenye hiyo kampuni lazima wawe wameonyesha leseni ya benki kuu katika eneo la uwazi. Kwa hiyo, ukishaona leseni ya benki kuu, ni njia mojawapo ya kujiaminisha kwamba ile hii kampuni imepewa leseni na benki kuu. Vilevile unaweza kwenda kwenye tovuti ya benki kuu Benki Kuu imeweka wazi majina ya watoa huduma ndogo za fedha wote ambao wamepewa leseni na Benki Kuu. Kwa hiyo, utaangalia jina la hiyo taasisi ambayo unahitaji kuchukua mkopo wako, utaenda kuangalia kwenye tovuti, kwenye ile orodha ya watoa huduma ndogo za fedha, kama hii taasisi ipo Ukishaona taasisi hiyo ipo katika tovuti ya benki kuu, basi unaweza ukawa umejiridhisha kwamba hii taasisi ni kweli imepewa leseni na benki kuu. Kitu kingine, ukishajiridhisha sasa na umeshakubaliana kukopa kwenye hiyo taasisi, utazingatia kwamba unapewa mkataba. Mkataba ni kitu ambacho kitaonyesha makubaliano yenu kati yako wewe, mteja na mtoa huduma ndogo za fedha. Mkataba itabidi uonyeshe taarifa zote za msingi ikiwepo kiasi cha mkopo ada, um, na riba ambayo mmekubaliana kutumia katika mkataba huo. Um, kitu kingine cha kuzingatia ni lazima pesa ikatumike kwa lengo ambalo limekusudiwa wakati unakopa. Sio unakopa kwa sababu ya biashara halafu unaenda kutumia kwenye shughuli za kijamii. Hiyo itakuletea changamoto kwenye kufanya urejeshaji wa mkopo huo. Kwa hiyo, vitu vya muhimu vya kuzingatia ndio hivyo, mkataba, ukope katika taasisi ambayo imepewa leseni na Benki Kuu na pia pesa ambayo unakopa inaenda kutumika kwenye lengo ambalo limekusudiwa.